Karibu kwenye ulimwengu wa tiba za mimea asili na matunda na leo tunachunguza baadhi ya maziko ya kipekee na yasiyo ya kawaida duniani. Je, unajua kwamba baadhi ya jamii za kiafrika huigiza maisha ya marehemu kwenye maziko yao? Inasemekana wakiwa wafu, maisha yao yanaishi tena kwa njia ya kipekee sana. Tutazungumzia desturi za maziko ndani ya Nigeria, Ghana na Kongo. Jamii hizi zinahusisha tamaduni za kushangaza kama kuigiza maisha ya marehemu kupitia vinywaji, maonyesho na hata majeneza yenye umbo la vitu maalum. Karibu tuchunguze hizi tamaduni na kuona jinsi zinavyofundisha kuhusu heshima, maisha na urisi wa kila mtu. Katika baadhi ya jamii za Afrika Magharibi, hasa nchini Nigeria na Kongo, maziko hufanyika kwa namna isiyo ya kawaida, kwani familia na marafiki huonyesha heshima kwa marehemu kwa kuigiza maisha ya marehemu. Ikiwa marehemu alikuwa mlevi, pombe hutolewa na marehemu hukalishwa kwenye kiti na meza yenye pombe za kutosha na kama marehemu alikuwa ni mcharuko, yaani mzee wa totos, basi wanawake hucheza mbele yake wakikatika au wakikata mauno. Hivyo hivyo kwa watu wenye stadi fulani, kama ufundi cherehani, basi jamii hizi za Ghana hutafuta cherehani na kumweka marehemu kwenye cherehani yake, kama heshima ya ile kazi alikuwa akiifanya. Mfano, nchini Ghana upo utaratibu wa kuchonga majeneza kulingana na kazi ya marehemu aliyekuwa akiifanya kipindi cha uhai wake. Katika maeneo ya Tibet China, kuna desturi ya Sky Burial. Hii ni desturi inayohusisha kumwacha marehemu juu ya mlima na kuruhusu mwewe au ndege wa angani wachukue mwili wake. Jamii hizi zinaamini kwamba mwili wa marehemu ni chakula cha wanyama na kwamba roho yake inapaswa kuendelea katika mzunguko wa maisha na sio kuzuiwa na dunia ya kimwili. Maziko haya ya ajabu yanaonyesha jinsi jamii mbalimbali duniani zinavyohusiana na kifo na jinsi inavyoheshimu na kuthamini maisha ya marehemu. Hatuwezi kuepuka kifo, lakini namna tunavyokumbuka na kuheshimu marehemu mm inatofautiana sana kulingana na tamaduni, mila na imani zetu. Mazishi kama haya yanatufundisha kuwa mkila mtu ana historia yake, na kwamba hata baada ya kifo historia hiyo inapaswa kuendelea kwa njia inayotuhusisha na inaonyesha maisha halisi ya mtu huyo.